Jana unaambiwa Venezuela imedetect fighter jets tano za Marekani zikipita karibu na anga lake. Na hii ni fighter jet haina F35 ambayo zinaitwa stealth fighter jet kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kujificha kwenye rada. Maanake ni kwamba hata Marekani wanatakiwa wawe makini sana, kwamba kama vita ikipiganwa kipiganwa wanaweza kupoteza vifaa vingi, ikiwemo ndege zao muhimu za kivita. Tusubiri tuone nini kitaendelea. Yes. Lakini kwa upande mwingine, Marekani pia imeendelea na mashambulizi. Jana wameshambulia boti nyingine ambayo itakuwa ni boti ya nne. Marekani inasema hii ni vita zaidi ya madawa ya kulevya, lakini Venezuela inasema hii ni uchokozi wa wazi. Watu wanaopigwa kwenye hizo boti ni raia wa kawaida na wanapigwa katika international waters ambazo zilitakiwa ziwe protected dhidi ya mashambulizi za aina yoyote yale. Tuashumu hivi ni kweli Marekani inavunja sheria za kimataifa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya boti za Venezuela kule Caribbean Sea. Lakini nini hasa kinaweza kufanyika? Ni chombo gani chenye nguvu ya kuweza kumzuia Marekani? Ni UN, AU, EU, EU au kipi kinaweza kumzuia Marekani ili sasa afuate sheria ya kimataifa? Hii ndio changamoto ya mfumo wa kimataifa tulionao. Tumeset international laws nzuri kabisa, lakini namna ya kuweza kuzisimamia pale inapotokea uvunjifu, ndipo inapokuja changamoto. Inapotokea taifa dogo linavunja, ni rahisi tu, kwa sababu taifa kubwa linaweza ikatumia nguvu ya kijeshi kusema, Libya, unafanya uvunjifu wa demokrasia, tunakuja kukutoa. Ikiwa ni taifa kubwa ndio linafanya uvunjifu, maana yake ni nani wa kwenda kumfunga paka kengele? Nini kifanyike ili tuhakikishe kwamba siku moja tuna dunia yenye mfumo wa kimataifa wenye haki na sheria ya kimataifa itasimamiwa ipasavyo na pale inapovunjwa na taifa kubwa au ndogo, consequences ziweze kuwa the same. Yes, bado ni mjadala unatakiwa kufunguliwa kwa kina sana, kwa siku za baadaye. Wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.